Osama, ingawa hayupo hapa, takuja na pikipiki ili kama kawaida isaidie kukiwa na dharura. Mahepe, Sheta na Kipenseli, walinzi au askari wakijipendekeza, ni kuwaua fasta, yaani hamna cha kuhofia. Hili ni jeshi la watu watano. Huu mji uko chini yetu, tunafanya tutakavyo. Mimi nakuaminia Sheta, wewe Jembe. Haya, twendeni kazini. Ila yule jamaa tutakaye mpora pesa zake leo, tujitahidi tusimue kama alivyotuelekeza jamaa yetu Sifa, aliyetupa huu mchongo. Kwa hiyo, haikuwezekana kulipia moja kwa moja kwa kuwaingizia pesa kwenye akaunti yao. Hapana, sina namba ya akaunti yao ya benki. Wao waliniambia nikalipie pale pale bandari kavu. Kwa hiyo, benki iliponitaarifu tu kuwa mkopo wangu upo tayari, sikutaka kupoteza muda zaidi. Si unajua gharama ya vitu kuwepo pale bandari kavu inaongezeka kila siku. Kwa hiyo nikatoa pesa ili niwahishe huko kulipia. Kwa kuwa hapana yeyote anayejua kama nimebeba pesa nyingi sana, yaani zaidi ya mimi na Sifa, yule kashia wa benki, nikaona ni salama tu kupitia nyumbani nile chakula cha mchana halafu ndo niende huko bandari kavu kulipia. Na Sifa kama unavyojua, ni jirani yetu na rafiki yangu pia. Nilimpa elfu hamsini kama asante tu ya kunihudumia. Unajua, unapotoa milioni 29, si mbaya kumpa hela kidogo mfanyakazi wa benki aliyekuhudumia, na hasa ikiwa mtu mwenyewe unamjua mchangamfu na mkarimu, ingawa karibu ya hela yote inaenda kutumika. Ah, uh, unajua, kukaa na pesa nyingi kiasi hicho ndani kunatia wasiwasi wasi, hata kama ni kwa muda mfupi tu. Usihofu mpenzi, ingekuwa labda tunakaa na hii pesa mpaka kesho, ndiyo tungehofia, lakini inaondoka sasa hivi. Hata hivyo, unajua mimi nilikuwa kwenye kikosi maalumu cha makomando huko Marekani kabla ya kuachana na jeshi. Kwa hiyo, jisikie amani mke wangu, usalama upo. Lakini ulikimbia uliposikia wanakupeleka vitani Iraq au mafunzo ya kikomando yalikushinda? Ni kwamba kama nilivyokwisha kuambia, sababu iliyonifanya niachane na jeshi huko Marekani ni kuwa sikutaka kuhatarisha maisha yangu kwa kupigana vita ambavyo havina ulazima kupiganwa. Vita inatakiwa ipiganwe pale tu ambapo pamekosekana mbadala. Ilikuwa nakutania tu mme wangu. Lakini pia mme wangu, ninatamani sana mambo yetu yaende vizuri, ndio maana nashindwa kutokuwa na hofu kabisa. Kumbuka, zilikuwa zinahitajika milioni tisa tu kutoa hiyo pickup na tractor, lakini sasa imepanda mpaka milioni ishirini na saba kwa sababu ya gharama za ziada za uhifadhi zilizotokea baada ya kukosa hiyo milioni tisa. Tena usingetoa milioni ishirini na tisa kama ulivyoniambia, kama hela ya ziada, labda ungetoa laki tano tu zaidi. Ila namshukuru Mungu, umefanikiwa kuupata huo mkopo. La sivyo tungevipoteza vile vitu, ila bado tutabaki tunaumiza kichwa namna ya kulilipa hilo deni, ili nyumba isije kupigwa mnada, kwa sababu ndio tuliyoitumia kupatia huo mkopo. Na kulipa deni hili kwa kutumia mshahara wako peke yake, sidhani kama itawezekana. Usihofu mpenzi, mambo yataenda vizuri tu. Tukisha toa tu pikap na trekta letu, tutafungua biashara kama tulivyopanga. Kwa hiyo, nina uhakika wa kulipa deni na kuigomboa hati ya nyumba. Hata hivyo, ujenzi wa hii nyumba umechangia sana hili deni kwa sababu ndio ulionimalizia hela yangu yote niliyorudi nayo toka Marekani. Na kuaminia mme wangu. Ila ni muhimu kukumbushana kuwa makini ili tusifanya makosa yanayoepukika. Sikutegemea kabisa kama angetupotea njiani. Ndiyo maana nikasema kwa kuwa anaelekea bandari kavu kama sifa alivyotuambia, basi ni bora kumpora akiwa njiani kupunguza usumbufu wa kupambana na walinzi pale benki. Wale walinzi wote tungewawa tu, ila mbona muda unaenda sana na mtu mwenyewe hatokei? -okay. isije ikawa alivyotupotea aliweza kuwahi hapa na ameshaingia ndani. Leo naona tumechemsha. Bora tungempora pale pale alipotoka benki tu. Mkuu, nafikiri ungempigia Sifa kwanza ili ampeleleze huyo mtu wake tujue yuko wapi saa hizi. Mimi nipo makini, mke wangu, na siku zote huwa nachukua tahadhari ya ziada. Kwa mfano, nilipotoka benki sikuja huku nyumbani moja kwa moja. Nilipochukua bodaboda pale benki, nilimwelekeza dereva anipeleke sehemu fulani halafu ghafla nikamwambia anishushe nje ya baa ya RNB kama vile nilikuwa naenda kunywa ndani. Mle nikaagiza kinywaji, nikakilipia kabisa na kikafunguliwa, halafu nikakiacha mezani kama vile bado nipo, labda nimeenda chooni kidogo, wakati mimi nikawa nimeondoka. Jumla nikatembea umbali fulani, halafu nikachukua bodaboda nyingine mpaka mtaa wa nyuma yetu. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na watu wakinifuatilia, nina uhakika nitakuwa nimewapoteza. Hata hivyo hakuna mtu anayejua kama nimebeba pesa nyingi zaidi ya jirani yetu Sifa, na Sifa ndiye mtu wa kwanza kumuulizia juu ya upatikanaji wa mkopo pale benki anapofanyia kazi, na ndiye aliyenihudumia leo kutoa hizi hela. kwa hiyo ulimwambiaje? Nilimwambia naenda huko bandari kavu moja kwa moja kulipia ili nigomboe mzigo wangu. Anasubiria kwa hamu kuiona gari yangu, unajua anapenda sana magari. Hebu nipatieni simu yangu. Sifa huyo, ananipigia hello. Sifa, hapana, nimepitia nyumbani kula kwanza. Bado nipo nyumbani. Ndio, bado na kula, ndio kwanza nimeanza kula. Nikimaliza tu naenda kulipia mzigo. Ndio, nakuwa mwangalifu sana. Asante. Anasemaje? Alitaka kujua kama nimeshafika kule bandari kavu kuilipia. Naamini Sifa ni mtu ambaye anapenda mimi nifanikiwe kama wakati ule nafuatilia huu mkopo. Alijitahidi sana kuona naupata huu mkopo ili mali zangu zisipotee. Sasa mtu kama huyo ni jirani na rafiki mzuri sana. Bali mme wangu, watu wengi huku huwa hawapendi kuona wenzao wakifanikiwa. Yaani mpenzi, tumebarikiwa sana kujuana na Sifa. Ni bahati sana kupata jirani na rafiki kama huyu, na ndiyo maana hata yeye mwenyewe mambo yake yanamwendea vizuri. Ukimlinganisha na wenzake anaofanya nao kazi pale, yeye tu ndiye anamiliki gari, wakati mshahara wao ndio huo huo, na baa anahudhuria kila siku. Tena ni mkarimu sana, wanamuita papa Asifa bilionea. Kijana akiwa vizuri, huwa anaagizia kinywaji kila mtu. Mimi mwenyewe wekend iliyopita alinipiga kinywaji vibaya jamaa poa sana yule. Sio kama hawa watu wengine wasiojielewa. Eti juzi yule mzee Mwinyi Mpeku kanisimamisha akaniuliza, mwalimu huyu kijana Sifa mnajuana siku nyingi? eti kwa sababu tu amekuwa akituona pamoja mara kadhaa. Nikamwambia mzee, nina haraka sana nina mambo na mipango mingi sana sio kufundisha shuleni tu peke yake. Wewe mwenyewe si unajua mimi sina muda wa kupoteza, kuongelea watu ni Swahili ndivyo walivyo, inabidi tu wazoee. Mme wangu wao, raha yao ni mtu apatwe na majanga, wamcheke. Sasa na yule mzee, mimi nilikuwa namuona mtu wa maana sana, anaonekana kama anamjua Mungu sana, lakini kumbe amekosa busara namna hiyo. Yani anakusimamisha ili muongee kama wewe na sifa mnajuana. Kazi kweli kweli. Naenda kucheza nje. Sawa, nitakuletea zawadi nzuri nikirudi jioni. Usiende mbali, Seba mwanangu, cheza hapahapa nje kwetu. Safi sana. Unatakiwa kumwangalia sana mtoto, isipite saa nzima bila kumwona. Na hizi habari za watoto kugongwa na pikipiki nje tu ya nyumba zao au watoto kufa kwa maji baada ya kudumbukia kwenye mashimo yaliyojaa maji ya mvua humu humu mitaani, zinanikosesha raha kabisa. Sasa kinachonichanganya zaidi ni kuwa wananchi wenzangu wana vitoto vingi zaidi kuliko hata sisi, lakini wako na amani kabisa. Tena wengine wanaachia mimaji michafu ya chooni imwagikie mtaani huku, wakijua kabisa kuna watoto wadogo wengi wanacheza mitaani. Mimi naamini kabisa, kama unaweza kujenga nyumba nzuri tu huwezi kushindwa kujenga mfumo mzuri wa choo usiochafua mazingira ya mtaani kwako. Ni kutokujali tu na ubinafsi. Sasa ndio uchukue hatua, gombea wenyekiti wa mtaa ili uweze kuzishughulikia hizo kero, na kwa kuwa wanajua wewe ni mwalimu watakuchagua tu. Mimi na siasa ni mbali mbali kabisa, na hata hiyo kazi ya ualimu naachana nayo mwezi ujao. Nataka niwe mjasilia mali nikishatoa vitu vyangu tu sitokuwa na muda na kazi za kuajiriwa. Jambo, mtoto mzuri. Sisi ni rafiki zake baba yako. Tupeleke kwa baba. Baba ipo ndani anakula. Twendeni. Sasa nimeshashiba, wacha tu niwahi huko. Sawa, ila ukishamaliza hiyo shughuli uwe makini katika mambo yako mengine. Najua hutorudi nyumbani moja kwa moja Mtapanga mkutane na Sifa mwende pale ba R&B kusherehekea. Tena hizo hela zilizozidi, na shauri uziache nizihifadhi. Acha hayo mambo yako mke wangu, unajua kama mimi najitambua. Hapa niache ni wahi tu, muda unaenda. Kama nisipofika pale ndani ya muda, itabidi tulale nazo humu ndani, hizi hela